Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waiti kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, ni kope lako sikio ili niweze kukuchanganulia yale yote ambayo yamejiri. Tafadhali jiunge kwa ukumbi huu kwa kupiga subscription. Kuna jambo moja ambalo nimeweza kushangaa kwamba maombi ya kuwaombea viongozi wa Tanzania wafe ni mengi kuliko ya kuombea mvua Tanzania. Yaani kwa asilimia tisini na nane ya maombi ambayo yanafanywa Tanzania wananchi wanasema kwamba maombi yao wanaomba viongozi wa hii serikali ya Samia waondoke waage, kuliko yale maombi ambayo wanayatoa kwa minajili ya mvua kuweza kunyesha. Taarifa hizo zimeweza kuchapishwa na mwanaharakati mwenye anaitwa Maria Sarungi kwenye mitandao yake, jinsi ambavyo unaona hapo. Taarifa hizo ziliweza kuchapishwa naye Maria Sarungi, ambazo zinasema hivi eti, maombi ya kuombea viongozi wafe Tanzania ni mengi kuliko ya kuombea mvua. Mungu, usikie maombi yetu. Ukiweza kuangalia hiyo bendera ambayo imechorwa ni hii ambayo nimeweza kuvaa hapa ya Tanzania. Alafu akasema kwamba Mungu tunaomba ukasikie maombi yetu. Unajua, mimi nimeketi chini mpaka nikajiuliza Bwana Ezra. Kiongozi mzuri anaweza kaombewa kweli mambo mabaya kama haya? Eh hey, tuambiane tu ukweli. Kiongozi mwenye anawajali wananchi, kiongozi mwenye anawahudumia wananchi, wananchi wanaweza wakakurupuka wamuombe maombi kama haya mabaya? Hawawezi. Lakini kiongozi mwenye hawajali wananchi, kiongozi mwenye huwa hawasikilizi wananchi, unapata kwamba wananchi hata huwa wanamwombea mabaya. Ukiweza kuangalia kwenye hiyo kauli, watu ambao wanaombewa mabaya, mpenzi mtazamaji, wafe na wakapatwe na majanga, ni viongozi ambao wako mamlakani nchini Tanzania, tukianzia eh, kiongozi wa juu wa ngazi ya juu Samia, mpaka viongozi wa chini ambao ni madiwani, hata wale viongozi wa vijijini, tunaelezwa kwamba wananchi wako na asira na wao. Kwa hivyo, katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, ninaomba tuweze kujaribu kulichanganua kwa undani, tuelewe mbona imeweza kufikia mpaka wananchi wanamwomba Mwenyezi Mungu, tusikie kwenye haya maombi yetu, awa viongozi wapatwe na majanga. Kama unanipata kwa mara ya kwanza, piga subscription, bonyeza kengele, alafu sambaza hii kanda. Ndio wananchi wanasema kwamba wameketi chini na kuomba, kuombea Samia afi, kuombea wabunge wafi, kuombea madiwani wafi. Unajua Biblia ilisema kwamba adui wako mwombee aishi siku nyingi. Neno takatifu lilisema kwamba adui wako mwombee aishi siku nyingi, ili aje kushuhudia baraka zako. Na mimi nilikuwa nawaambia Watanzania, ombea adui zenu, akina Samia waishi siku nyingi, ili mateso ambayo wameweza kuyapitishia wananchi waweze kupata mazao yake ili yale maafa ambayo waliweza kupanda kwa wananchi Tanzania kwa kuwaua zaidi ya watu elfu kumi waweze kuvuna mazao yake kutoka kwa hayo maafa. Lakini je, ni kipi ambacho kinajiri mpaka wananchi wanapandwa na hasira ya kuwaombea viongozi waweze kufa? Nambari moja, ukandamizaji. Ukandamizaji. Tukichanganua neno hili ukandamizaji kwa undani nchini Tanzania, viongozi hawa ambao wako mamlakani, ukiwa na maoni kinzani na msimamo wao, wewe ni adui wa serikali. Ukijaribu kuwaeleza bana, hapa mahala ambapo mnaelekea sio kuzuri, jaribu kuwasikiliza wananchi. Ukijaribu kuexpose hii serikali unafinywa jinsi ambavyo Humphrey Polepole alifinywa na kufungiwa kwa jela kusikojulikana. Wananchi hawana uhuru Tanzania wa kujieleza. Siwezi nikaona kibaya alafu nisungumze. Ukisungumza usiku pam, pam, pam, pam, sisi jeshi la polisi tumetumwa na Samia, unakamatwa, unafunguliwa mashtaka ya uhaini. Juzi nimeona wao wenyewe wameanza na CCM. Geoffrey Mwambe alikamatwa, nilishangaa. Leo alifunguliwa mashtaka ya kutaka kumuua Inspector General wa polisi. Eti <laughs> alikuwa na taarifa za kutaka kupanga, ama alikuwa na njama ya kutaka kumuua Inspector General wa Polisi. Katasema okay. Nikasema sawa, wacha walimane wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo kandamizaji ambao unaendelea Tanzania ndio unawapandisha hasira wananchi, mpaka wanaanza kuwaombea viongozi dua mbaya. Nambari mbili, wizi wa kura. Wananchi wao wanasema kwamba hawakushiriki uchaguzi wa ishirini na tisa Oktoba ule, ambao walikuwa wanasema kwamba ishirini na tisa tunatiki. Chama cha CCM kilikuwa kinasema kwamba ishirini na tisa tunatiki na wananchi na wao wakasema kwamba ishirini na tisa tunatoka. Kwa hivyo wananchi wanasema kwamba tukianzia rais, mbunge, diwani hawakuwachagua, ila sasa hao viongozi wanajilazimisha kwa wananchi. Ishara nini? Ishara nini? Ishara kwamba wananchi wamechoka kulazimishiwa viongozi na hawawataki. Ndio maana wanawaombea dua mbaya. Nambari tatu, mauaji ambayo yalitendeka Tanzania na ukimya wa viongozi walioko mamlakani. Juzi tumeshuhudia maafa au kifo cha mbunge Jenista Mahagama, serikali ililia sana ilitoa taarifa za kulia huyu tumempoteza mbunge wa CCM Janesta Mahagama. Oo, tunaomba roho yake kalazwe pema palipo na wema. Ah, katoa rambirambi. Kila kiongozi akajaribu kujionyesha jinsi ambavyo wanajali kiongozi wao mwenye ameweza kufariki. Lakini cha kushangaza zile nyoyo za Watanzania zaidi ya elfu kumi ambazo ziliweza kuuawa kuanzia tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 5 Novemba hamna hata taarifa ambayo iliweza kutolewa na kiongozi yeyote wa serikali kukashifu mauaji ambayo yalitendeka. Hamna taarifa ambazo ziliweza kutolewa na kiongozi yeyote wa taifa kuweza kutakia roho za wale wazalendo zilale palipo na wema. Kila kiongozi alikuwa anasema sijui wabeberu walilipa Watanzania waandamani. Samia akasimama akasema kwamba hatukukuwa na njia nyingine ya kukabiliana na maandamano. Alafu ukiangalia Mwigulu Njemba akasema sijui Mange Kimambi alikuwa amelipwa ili kuandamisha na kuchonganisha wa Tanzania, wengine wakasema kwamba wazungu wanataka madini ya Tanzania. Sasa wananchi wakashangaa, huyu wanaelewa? hawa wanaelewa? hawa wanaelewa kweli kila kile ambacho wanakisungumza hawa wanaelewa kwa kile ambacho wanakizungumza kweli? Kipindi ambapo badala ya kutoa ripoti za kutakia wale wote ambao waliweza kuuawa heri ya kulala vyema, wanatoa matamshi ya kukashifu wale ambao waliuawa. Mambo kama haya yanapandisha hasira wananchi, badala ya kuombea viongozi mema, mwananchi anakosa na kuweza kuwatakia viongozi mabaya. Cha msingi na cha kushangaza maafa, kwa nini? Kwa sababu viongozi ambao wako mamlakani wanajitakia wao me, wenyewe mema, lakini ikifika kwenye sekta ya mwananchi hawataki kumwangalia. Sina mengi zaidi, ni hayo, labda uko na la kuongezea.